Tusidanganyane, sio watanzania wameondoa uoga wakakubali kuandamana wenyewe. Hapana, mimi maandamano yale yalipoanza, alikuwa nayaangalia, nafuatilia live za za vijana waliokuwa wanaanzisha yale maandamano ya Oktoba ishirini na tisa, nilikuwa nawaona watu wanaoonekana kama usalama wa taifa ama kama watu kutoka vyombo vya usalama wakidirect vijana Chukueni mafuta na hayo mafuta mjue, yanalipuka usiende ukamwaga mengi, alafu yakakumwagikia. Hakikisha mafuta hayakumwagikii mkononi, maana unapolipua lile gari, yale mafuta mwagia gari, lakini hakikisha hayakumwagii, maana utakapolipua kama umemwagikiwa na mafuta, utafuatwa na hiyo petroli. Kwayo niliona kabisa watu wakidairecti waandamanaji wakafanye nini na wafanye vipi. Kwa hiyo nikajijazia mwenyewe, haya maandamano siyo ya wananchi, kuna vyombo vya usalama vinavyosaidia kusababisha haya yatokee. Na wale waliokuwa wana direct au vijana walikuwa wanajifunga vitambaa usoni na wanavaa vitu kama barakoa, kwa hiyo kuficha sura zao, nikajua si Watanzania. Nilitaka kusherekea niliye niseme Watanzania wameamka kisiasa na ndio wameamua sasa kufanya maandamano, nika nilipoona hao wanao direct hayo maandamano nikajua ni vyombo vya usalama vimegawanyika. Kuna wale wanao direct maandamano na kuna wale wanaowatoa wananchi hofu kwamba msiogope, njoni njoni tuje. Na nilikuwa namsikia kijana mmoja kuna video moja ninayo, nasikia wamesema tupeleke ushahidi, hiyo nitawapelekea huyo kijana alikuwa anasema hapa, ninaogopa <laughs> sijui kama nitarudi, lakini kwa sababu nimeona jeshi barabarani, tuna matumaini. Akaanza kuwaita na wengine, njoni. Sasa tuanze kujiuliza, si jamani tunaunda tume ya kuchunguza yaliyojiri Oktoba 29. Hiyo tume ichunguze nani aliruhusu jeshi waje barabarani. Kwa nini jeshi walikuja barabarani, wahadaye wananchi kwamba jeshi liko na wao na wananchi watoke, hawatauawa kwa sababu jeshi litawalinda? Nani aliruhusu jeshi litoke? Au kikosi kilichotoka kilikuwa kinaongozwa na nani? Tume ya kuchunguza ianzie hapo. Ni nani hawa maofisa waliokuwa wanaonekana kama wa usalama wa taifa, kama maofisa wa polisi, ma CID ambao walikuwa wamevaa kiraia? Ni nani hawa waliokuwa wanaongoza haya maandamano? Ni nani hawa waliokuwa wana direct watu waende wachome vitu haya? mmewapa wa matumaini vijana mkawaita kutoka majumbani, wakatoka. Ukweli ni kwamba Watanzania wengi bado ni waoga, wasingethubutu kufanya lile jambo kama wasingewezeshwa na vyombo vya usalama. Wakatoka, ilikuwa kuwaje sasa? Mkawaacha wakauawa. Sasa na wale waliokuwa wamepata amri moja kwa moja kutoka kwa, wanasema Rais Samia mliwaachaje sasa vijana wakauawa wengi hivyo? Na baada ya vijana kuuawa wengi hivyo, nani aliruhusu vijana watolewe, wali maiti zile zitolewe hospitalini zikapotezwe, ambazo hazijapatikana mpaka leo? Je, inawezekana hiyo ndio sababu Waziri wa afya amekufa ghafla. Kifo cha waziri wa afya, aliyekuwa waziri wa afya wakati wa mama Samia, wakati wa maandamano ni cha kawaida. Nimemwona mama Samia ameenda mpaka kwenye mazishi kanisani pale, anasema anamtaja yule dada jina Nenda salama, safari yako huko vizuri sana. Hajauawa kuficha ushahidi kweli? Si waziri wa afya ndio anayejua watu wangapi walikufa kwenye yale maandamano? Si waziri wa afya ndio anayejua ni watu wangapi waliokuwa wanataka kutibiwa mahospitalini na polisi wakaenda kuwachukua, wanasema ah, huyu mwacha akafie kule mochori Si waziri wa afya ndiye anayejua siri zote za kile alichoambiwa na mkubwa wake, kwamba mauaji yakitokea, wengine wakateketezwe na gesi wasijulikane, wengine wakazikwe kwenye makaburi ya pamoja wasijulikane. Sasa tunataka maridhiano na mashahidi tunaanza kuwaua, kuna maridhiano kweli? Kama waziri wa afya hayupo kutoa ushahidi ni maridhiano gani? Japo mimi msimamo wangu bado ni ule ule, tumepita kwenye mapito. Ni vizuri tukaunda tume ambayo itaaminiwa na kila mtu, alafu tuchunguze nini kilitokea, nani alifanya abcd halafu turidhiane tuwe na maridhiano. Kuna wale wanaosema jeshi lingechukua nchi mambo yangeenda vizuri zaidi. Mimi nilipinga hiyo, nikamwambia hata Chadema waliokuwa wameiandikia, wameliandikia, wamemwandikia mkuu wa majeshi wakimwomba msaada, wakimwambia kwamba nyinyi ni jeshi la wananchi, chukueni nchi ili mtupatie. Sasa mimi niliona kwamba Chadema wameishiwa kisiasa. Ukishindwa mbinu za kisiasa za kufanya siasa ili uingie Ikulu, ukitaka kutumia jeshi, hata jeshi wangechukua wasingesema tumeshachukua, sasa njoni Chadema mchukue. Never, wasingefanya hivyo. Jeshi wangechukua na wao ni binadamu wangeona kwamba nchi hii imetafunwa na wanasiasa wakitumia polisi. Polisi ndio wanaotafuna hii nchi, tusidanganyane. na na, na, na, na, na na usalama wa taifa wanajeshi wako kambini. Kuna tathmini, kuna utafiti uliofanyika wa kuonyesha ni taasisi gani Tanzania ambayo imevumilia na haina makuu na haitafuni nchi, ikaonekana JWTZ ndio taasisi ambayo imetulia haitumiwi sana na wanasiasa kutafuna nchi. Polisi na hao wengine, usalama wa taifa, wanatumiwa sana na wanasiasa, lakini ikifikia jeshi, jeshi lilikuwa linataka kuingizwa kwenye siasa sasa kwa nguvu wakati ambapo hata rais amiri jeshi mkuu alikuwa anasema jeshi tuwe tayari, Oktoba ishirini na tisa ni mambo makubwa sana yatatokea. Kwa hiyo hatujui kama yeye ndiyo aliyeamuru jeshi liwe barabarani, maana kwenye maandamano ya kawaida hakuna sababu ya jeshi kutoka kambini. Kama ni maandamano, FFU wangedili na wao ama basi waliona vyombo vya usalama vimegawanyika, usalama wa taifa wakawa wanasaidia maandamano, FFU wengine wakawa wanagoma kwenda kuwapiga wananchi maybe. Mi, ni tunasema maybe kwa sababu serikali haisemagi. Sasa mimi siko kwenye serikali, kwa hiyo serikali mkikataa kutoa information kuhusu maswali ya wananchi, mnaruhusu wananchi wa speculate watafute, waanze kuwaza pengine ilikuwa hivi, ikawa hivi, ikawa hivi. Lakini cha msingi nini, kimenifanya nija hapa, nimekuja hapa kwa sababu ya kuona kwamba tume aliyoiteua Mama Samia na akaiagiza ikachunguze ika, ika vyama vya upinzani haiwezi kuwa huru. <gibu> Ndio maana niliwashauri pia Chadema na wao waanzishe tume, si ni chama.